Sababu limeanzishwa na Mungu mwenyewe, yeye Mungu mwenyewe ndiye atakayemaliza. Kitabu cha Waibrania ile sura ya sita, Waibrania 4 sura ya kumi na mbili, Biblia inatamka wazi na ikisema kwamba neno la Mungu li nini? Neno la Mungu li hai, li na tena lina nini? Lina nguvu, li na tena lina ukali kuliko upanga ukatao, ukatao nini? kuliko upanga ukatao kuwili, na anasema linayafumbua makusudi ya nini? Makusudi ya moyo. Kwa hivyo kila chochote unachokitenda neno lina nishtaki na neno lina kushtaki. Ukitaka uone neno lilivyo la, la, la, la ajabu, ndipo Yeremia anasema Yeremia sura ishirini na tatu na fungu la ishirini na tisa anasema, Je, neno lako si kama moto hivi? Mnajua maana ya moto? Washa moto kwenye kichaka, uone kila aina ya adui aliyekuwa humo ndani atatoweka. Na ndivyo livyo neno, neno likikaa ndani ya maisha yetu, kila aina ya uchafu na dhambi vyote vinatoka. Na ndiyo maana Biblia nasema kwamba neno la Mungu li nini? Li hai na hivyo mtunza zaburi anasema <coughs> sauti yangu sio nzuri kidogo, siku ya leo utaniwia radha. Anasema neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yetu. Na hivyo neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yetu, kila aina ya uchafu wote, ikiwa ni masengenyo ikiwa ni kila aina ya dhambi ambayo imetawala kwako na ama imetawala kwangu kwenye maisha yote yanatoweka. Tunatenda dhambi kwa sababu neno halijakaa ndani ya maisha yetu, tumelitupa nje na kuliweka nje kabisa. Na hivyo Kristo mwenyewe anasema neno lako ndiyo kweli, na tukifahamu hii kweli ni wazi ya kwamba tutakuwa huru. Niwaambie kitu kimoja watu wa Mungu, <coughs> neno la Mungu haliwezi kurudi bure, na kwa sababu hiyo hata neno tunazaburia, nawasii vijana enye zaburia mia moja kumi na tisa na kuanzia efungu la tano na kuendelea, anasema jinsi kijana aweza kuisafisha njia Vijana, hatuwezi kuisafisha njia vijana, na imani mko hapa, hatuwezi kuisafisha njia kwa sababu ya kutumia nguvu kutafuta maisha, lakini tunaisafisha njia tunapolitanguliza neno la Mungu, ndipo linaposafisha njia yetu. Neno hili lina jeuri, neno la Mungu lina jeuri. Kitaka uone jeuri ya neno la Mungu, waangalie mitume mtume wanapochukuliwa kwenye baraza la Sanhedrin kwenda kuzuiwa kwamba wasili neno, neno hili ndipo farisayo mmoja ambaye alikuwa akiheshimika sana kusema kwenye kitabu cha Matendo sura ya 40 aliyefungua na 49 anawaambia farisayo, anawaambia angalieni, msije mkashindana, msije mkawa mnashindana na nani, na Mungu. Na ndipo wanapowaita pale mitume, wakawacharaza fimbo, na wapo wanapowacharaza fimbo wanawaambia, enendeni, lakini msinene neno hili tena kwa jina la Yesu. Lakini mahali fulani jamaa wanatoka mle ndani tena, wanafurahi, wanasema sisi tunafuraha kwa sababu tumesirubishwa kwa ajili ya hili jina. Unashangaa, eti siku hizi unakuta mahubiri mtu anakwambia usihubiri sana hivyo eh, hey, hajua hayo maandiko. Uta, hayo utakamatwa. Ukamatwa na nani? Kama mitume wenyewe walikamatwa ehe, wewe ni nani? Hiyo ndio jeuri ya neno la Mungu, haiwezi kurudi bure. Na hivyo kama jeuri ya neno la Mungu iko hivyo, mimi na wewe tunapaswa kufanya nini? Asubuhi ya leo neno la Mungu lina sema kazi ya mungu ninawarejesha kwenye somo ambalo huko mbeleni tutaangalia kidogo kazi ya mungu ukisoma kwenye kitabu cha yohana sura ya sita mwandishi anamwonyesha kristo sura nzima yote ile yesu anapovuka kwenda uh, pwani ya galilaya kuna tukio linatokea kule anawalisha watu wengi sana lakini baada ya hapo wale jamaa walipomuona, wakasema hakika huyu ni nabii wa ulimwengu ajaye, baada ya ishara ile kulitenda. Wakati mwingine akaenda Kapernaumu, wale watu wakaendelea kumtafuta, na ndipo Yesu anawaambia maneno haya, hamjaja kwa sababu mmekuja kwa sababu mmeona ishara Hebu msomaji sisoma, tufungue Biblia zetu, kila mmoja wetu, Yohana ile sura ya sita na ile fungu la ishirini na saba waangalie nini Yesu anachowaambia watu hao, wamemfuata kwa ajili, ukiangalia kiwalisia walikuwa wanatafuta chakula, lakini Yesu anasemaje? Sura ya kitabu cha Yohana sura ya sita na ile fungu la ishirini na saba mnena mpaka ishirini na tisa kwa haraka anasemaje? Neno la Bwana linasema linasemaje? Yesu akawajibu akasema, Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambieni mm -hmm. Nyinyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, ndio bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba, kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Ms, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika samani kidogo, anasema msikitendee chakula chenye kufanya nini, chenye kuharibika ehe, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele chakula kidumucho hata milele ambacho, ambacho mwana wa Adamu atawapa. Sikiliza, anasema ambacho mwana wa Adamu atafanya nini? Atawapa, atawapa. Fungu la 28, basi wakamwambia, chakula gani hicho? Ehe, wakamwambiaje? tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi. Nimewapenda hao watu, wakauliza kwamba sasa, Bwana kama nikitendea chakula kisichoharibika, sasa tufanyeje ili tuweze kufanya nini kuzitenda kazi za Mungu? Ndio. Yesu akajibu akawambia. Yesu akajibu akawambia hii ndiyo kazi ya Mungu. Mnisikilize kidogo hapo, Yesu akawambia hii ndiyo kazi ya nani? Kazi ya Mungu, kazi ya Mungu ni ipi? Muamini, Muami, mua, yeye aliyetumwa na yeye. Nilijiuliza sana Ujue, nilidhani kwamba kazi ya Mungu ni namna ninavyojitoa kwa ajili ya kwenda kanisani, kwa ajili ya kwenda kuimba, kwa ajili ya kufanya effort, na nikaweka matazamio makubwa sana. Nilipokuwa nikisoma fungu hili likanigeuza mtazamo wangu, si ndivyo tunavyotambua? Kwani kwenda kwenye effort ama kutoa fedha sio kazi ya Mungu, lakini angalia Neno la Mungu leo linatupeleka. Natamani tuwe na mtazamo mwingine mpya kabisa. Hebu lirudie fungu la ishirini na nane kwa haraka. Basi wakamwambia tufanyeje, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu. Mm -hmm. ishirini na tisa, Yesu akajibu, ndio akawaambia, ndio, hii ndiyo kazi ya Mungu. Mm -hmm. Mwamini yeye aliyetumwa na yeye. Kumbe kazi ya Mungu ni kumwamini yeye aliyetumwa na kama mimi na wewe tulikuwa na mitazamo mingine, lakini hii ndiyo kazi ya kwanza ya kumwamini Yesu. Sikiliza maelezo. Mwandishi anasema kazi ya kwanza ya Mungu ambayo kila mtu anapaswa kuhakikisha anafanya ni kuamini. Bila kukamilisha kazi hiyo utumishi wetu hauna maana mbele za Mungu. Yaani, kama ninakuja kuimba ninafanya nini, lakini kama sijafikia viwango vya kumwamini Yesu, ni kazi bure. Angalia kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza fungu la kumi na mbili, anasema bali wote aminio jina lake. Jina linabeba tabia, na ikiwa ninasema ninamwamini Yesu lakini sijaibeba tabia ya Yesu maishani mwangu ni kazi bule. Hata kama nikija nikiimba ni hapa, haina maana yote ile. Lakini mwandishi anaposema kwamba ni wale waliaminio jina lake, maanake ni wale wenye tabia ya Yesu. Na hiyo ndiyo kazi ya Mungu ya kumwamini yeye, ya kumwamini katika nini? Ya kuibeba tabia ya Yesu katika maisha yetu na kama ninafanya kazi ya Mungu lakini tabia ya Yesu iko nje kabisa ya maisha yangu, nitambue ya moja kwamba ninapiga mark time. Mwandishi anasema ni kwa sababu hiyo tendo la kumwamini Yesu maana ya kuibeba tabia ya Yesu ndani ya maisha yetu, tunapokubali kuongozwa na roho wa Mungu katika maisha yetu, anasema ndiyo kazi kuu kuliko zote, maana ndiyo inayozipa thamani kazi zingine zote tunazofanyia ya Mungu. Yaani kama ninajitoa kwa hata mpaka damu linavuja na jasho linatoka, lakini kama sijaibeba tabia ya Yesu kwenye maisha yangu, Mwandishi anasema hii ndio kazi inayozibeba thamani zote, na anasema hii ndio inafanya kazi zingine zote ziwe na maana mbele za Mungu. Nikajiuliza swali, hivi wale jamaa Biblia nazungumzia habari ya kumfuata Yesu nakufanya nini na, na kumwamini? Ni swali ambalo naweza nikajiuliza, je, mimi ninamfuata Yesu ama ninamwamini? Ni kwa sababu nakuja kanisani Ninalo swali la kujiuliza, ninakuja kanisani, je, ninamfuata Yesu ama ninamwamini Yesu? Ni swali ambalo mimi na wewe tunapaswa kujiuliza. Lakini Yesu anaenda mbele kidogo, nini maana hasa ya kuamini? Ndipo anapoangalia kwenye kitabu cha Luka sura ya tisa fungu la ishirini na tatu. Kutokana na muda, nitasoma Luka sura ya 9 fungu la ishirini na tatu. Akawambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Yesu anaibeba tafsiri hii ya kumwamini, anaibeba tafsiri gani? Anasema, akawambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, na anifuate. Kujikana nafsi, mambo yote yanayopingana mapenzi ya Mungu, tupa pembeni, weka pembeni, tupa na kubeba msalaba, anasema ni kube, kukubali kubeba gharama ya kumfuata Yesu. Na tunapofikia viwango hivi kama Wakristo, vya kujikana nafsi na kubeba msalaba, ndipo tabia ya Yesu kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, maana sio Jafeti tena. Ndio maana Paulo anasema anasema, si mimi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu ndani yangu Paulo anasema maneno hayo. Na hivyo Mkristo wa kweli ni lazima swala kujikana nafsi kwenye maisha yake na swala la kubeba msalaba, yaani kile ambacho ninachokitenda kwenye maisha yangu ikiwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu, basi ni wazi kwamba bado sijafikiwa viwango vya kumwamini Yesu. kwa ni sehemu ya pili tunapoelekea y uh, eneo jingine la nini maana ya kumwamini Yesu, na baada ya hapo nitasoma nukuu chache, tunafunga somo. Tunaposema tunamwamini Yesu maana yake nini? Manake tunautii juu ya neno la Mungu. Yeyote anayesema anamwamini Yesu na ana utii juu ya neno la Mungu haupo ndani ya maisha yake, ni kazi bure. Sasa mwandishi anasema ah, ni utii juu ya neno la Mungu ambalo ndilo lenye mamlaka ya, ya juu sana. Neno la Mungu ndilo lenye mamlaka kuliko mamlaka zingine zozote zile. Na hivyo kama neno la Mungu lina mamlaka yote, mimi na wewe tuna hofu nini? na ukitaka uone, ukitaka uone, angalia tu. Ninajua tuna biashara zetu, tuna kazi zetu. Tunapotishiwa na mabosi wetu kwamba usipokuja kazini siku ya Sabato, tunabaki tunatetemeka kabisa. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kumbe bosi ndo mwenye mamlaka makubwa kuliko nani? tunatetemeka kabisa, tunakuwa na woga na maisha, na hiyo ni dalili. Yesu akatamka kwamba je, nitakapokuja nitaikuta imani? Na angalieni kama imani hakuna, angalia tafsiri yake, kama imani hamna, angalia maisha wa Kristo leo. Tumejaa woga, amani haipo ndani ya maisha yetu, ni kwa sababu neno la Mungu haliko ndani ya maisha yetu, hatuamini tuna hofu na mashaka juu ya maisha haya pasipo kumtegemea Yesu, lakini tumebaki, tunabaki tunahangaika. Sasa itakueje, itakueje? He, nitafukuzwa kazi? He, nitafanya nini? <coughs> Lakini mwandishi anasema imani ina hofu tu juu ya Mungu. Kumbukeni kisa cha Yusufu. Yusufu akiwa kwenye hali ambayo alikuwa tayari kufanya jambo lolote lile. Yusuf anatamka maneno gani? Anasema, nitendeje jambo hili nimkosee nani? Alikuwa na nafasi ya kufanya uovu. Kitabu cha Desire of Ages page ya 126 anasema yeye tu aliye na imani ya kweli huyu ndiye aliye na usalama, licha ya kutokana na madhanio presumption. Ngoja niwaeleze kitu kidogo hapa. Shetani kuna wakati mwingine anatufanya kwamba tunaamini lakini hatuamini. Hata wakati mwingine mimi nilifikia hiyo hatua, nikajua kupengine ninaamini lakini nipo jipima niliposoma kitabu hicho cha Desire of Ages nilipojipima nikajikuta hata kumbe niko nje kabisa. Shetani natudanganya ama anakuwa na madhanio kwamba e, ama imani ya madhanio tunaita ni imani ya mashetani. Inakuwa kwenye hali gani? Imani ya, ya Yesu inazikumbatia ahadi za Mungu na kutii. Imani ya mashetani ina mstari mdogo sana ambao unaweza ukaitenganisha na imani ya Yesu. Ina imani ya mashetani iko hivi, inakumbatia ahadi za Mungu. Inasema, ujue Mungu ni mwenye rehema, watu wa Mungu ni mwenye rehema. Eh? Ni mwingi wa fadhili, ni mwingi wa rehema, atatusamehe tu. Lakini mdao, wewe unakanyaga nini? Neno la nani? Niwaulize swali. Siku moja nilikuwa naongea na darasa langu la shule ya Sabato nikawaambia angalia, kinachofanyika kwa nini hatutoi zaka na sadaka kamili? Mnajua ni kwa sababu gani? Biblia inatutemu ya kwamba hatuamini, na tunamuonesha kwamba, kana kwamba Mungu ni mnyang'anyi, kwamba Mungu ulichotupa hiki hakitutoshi, na kwa sababu hakitutoshi, tukienda kutoa kwako kwa kwa tutakufa. Na hivyo kwa hiyo imani ya mashetani inazikumbatia hadi za Mungu. <coughs> Nasema sasa, jamani, mimi sasa, Mungu mwenyewe anaona hey, Mungu mwenyewe anaona, sina hela ya kupeleka, hizi ni ada za watoto. Lakini muda huo inakanyaga zaka na sadaka, na muda huo tunatenda dhambi tukidhani kwamba rehema za Mungu ziko pale. Lakini nikwambie neno la Mungu linasimama kwenye kweli na kweli tupu tunapomaliza kwenye kanuni za imani, nitataja kanuni moja tu, kanuni moja ambayo mwandishi anataka tuelekeze. Inatoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya kumi na lile fungu la kumi na saba. Tunakumbuka ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la nani? Neno la Mungu. Hebu msomaji soma kitabu cha Yohana sura ya kumi na saba na fungu la tatu. Kuna mahali tunakimbia tunaliacha neno, halafu tunakimbilia kwenye kuamini. Utasema mtu kwamba mimi naamini tu, unaamini kutoka wapi? mimi ninaamini kutoka wapi? Na ndipo Warumi sura ya kumi fungu la kumi na saba anasema basi imani chanzo chake ni kufanya nini? ni kusikia na kusikia kutoka kwa neno la nani? Neno la Mungu. Hebu msomaji soma kitabu hicho cha Yohana sura kumi na saba na fungu la 3, anasemaje? Na uzima milele ndio huu. Biblia inatupa sasa wazi, na uzima wa milele ndiyo huu, ehe, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Tunapomjua Mungu ndipo tunapokuwa na uzima wa milele wakujue Mungu wa kweli na nani? Na yesu Kristo. tunarejea tuma kwenye fungu letu lile ambalo tumelisoma, watu wa Mungu, ngojeni niwaambie na niwape siri hii ambayo imestirika. Kama waimbaji walivyoimba, uzima wa milele uko kwenye neno la Mungu. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyofanya nini, uliyemtuma hakuna kingine ambacho kuamini kwetu kutatupatia isipokuwa kumfahamu sana yeye. Kama hatujamfahamu Mungu, hicho tunachosema tunaamini, tunajidanganya. Na Roho Mtakatifu pekee ndiye aliyepewa jukumu hili la kutufundisha. Nendeni, ninatoa wito wa kusoma kitabu cha Hawaniamini Mimi, lakini pia na kitabu Msimizimishe Roho vitabu hivi viwili ukipata fursa, nunua hivi vitabu visome, vitatusaidia sote kwa pamoja. Ninaposoma kitabu hiki cha Hawaniamini Mimi kurasa sitini na mbili, nikimaliza ma... nukuu hizi, somo litakuwa linaishia hapa na tutakuwa tukienenda kwa amani ya Bwana kutokana na muda wetu, na hivyo uh, anawaiai li eneo ambayo tulikuwa tulizungumzie, basi tutaliacha na tutafika huko kutokana na muda wetu, ila naomba usikilize maneno haya. Ikiwa kuna rafiki yako pengine usingizi umemkamata, hebu msitue kidogo tu angalau, basi asija akatoka kabisa, lakini atoke na maneno haya Sijaona, naona kuna watu wamelala, lakini jirani yake hajamgusa. Mguse tu. Mwandishi anasema kumjua Mungu ndicho tulichoambiwa, uzima wa milele ndio huu, kumjua Mungu. Anasema hii inamaanisha, anasema hii inamaanisha kuwa imani ya kweli huwa na uhakika kuwa kuna Mungu, imeanza kujua mambo kadhaa kuhusu Mungu, inaendelea kumjua Mungu na itafikia hatua ya, hatu ya kuyatafakari tena yale yaliyo aliyoyajua kuhusu Mungu, na mwisho itafikia hatua ya, hatu wa ya, ya ukuaji, ya ukuaji wake katika kutegemea kadri Mungu anavyozidi kujifunua.